Bilionea alirudi nyumbani mapema na kumkuta mkewe mjamzito amelala kwenye shamba la mahindi. Ilikuwa jioni tulivu huko Uasin Gishu, upepo mdogo ukicheza na majani. Juma Karanja, mfanyabiashara mkubwa wa real estate na uwekezaji wa muda mrefu, alisimamisha gari lake kando ya barabara ya vumbi. Alishuka taratibu, akapiga hatua kuelekea shamba. Amina mke wake alikuwa amelala chini akishika tumbo lake, macho yamefungwa. Amina! Juma aliita kwa sauti ya hofu. Amina alifungua macho akatabasamu kwa tabu. Niko sawa Juma, nilihisi kizunguzungu kidogo. Juma alimsaidia kuinuka, moyoni alimshukuru Mungu kwa afya na usalama wa familia, mambo aliyoyapanga kwa miaka kupitia bima ya afya na mpango wa kustaafu. Lakini tukio hilo lilimwacha na swali zito: kwa nini amina alitoka nje peke yake? Walitembea kimya kuelekea nyumba yao ya udongo iliyoboreshwa. Jirani yao Mzee Otieno aliwasalimia, mjihadhari na kazi nzito, Amina. usiku ulipoingia Juma alikaa sebuleni akitafakari. Alikuwa na mali nyingi, lakini alihisi kuna kitu kinamponyoka, kitu ambacho pesa haziwezi kununua. Na hadithi ilianza hapo. asubuhi ilipamazuka Eldoret kwa baridi laini, Juma aliandaa chai akamletea Amina kitandani. Leo nitaenda mjini kidogo, Amina alisema kwa sauti ya upole. Tutumia dereva, Juma akashauri, akifikiria usalama wa kifedha na ustawi wao. Amina alitikisa kichwa. Nahitaji kutembea, nifanye mawazo. Juma alikubali, japokuwa moyo wake haukuwa na amani. Alipokea simu kutoka kwa wakili wake wa mipango ya urithi Bi Wanjiku. Tuna hati mpya za uaminifu wa familia, nitapitia leo. Mchana, Juma alikutana na rafiki yake wa zamani, Hasan, banki. Umefanya vyema kuwekeza kwenye pensheni na mali zisizohamishika, Hasan alisema. Lakini Juma hakutabasamu. Nina kila kitu, Hasan, lakini naogopa kupoteza kitu muhimu. Aliporudi nyumbani jioni, alimkuta Amina kimya akishona kofia ndogo ya mtoto. Unawaza nini? Juma aliuliza. Amina akajibu, nawaza kesho. Watu huficha mambo mazito moyoni. Maneno hayo yalimchoma Juma kama sindano. Alitamani kumuuliza zaidi, lakini akaamua kusubiri. Siri haifunguki kwa kukimbia. Siku iliyofuata walienda Iten kumuona daktari wa kliniki ndogo. Njiani, Amina alitazama milima kwa makini. Nilipokuwa, Amina alianza, nilijifunza kuwa familia ni bima ya kweli. Juma alimsikiliza. Kliniki iliwapokea kwa utulivu. Daktari alisema mtoto yuko salama lakini mama apumzike. Waliporudi walipita kwa kanisa la Kaptagat. Amina alisimama nje, ningependa kuomba ndani. Alikaa kimya kwa muda mrefu. Juma alihisi uzito wa maamuzi ya zamani, alikumbuka alipochagua biashara kuliko ndugu, mipango ya kifedha kuliko mahusiano. Njiani kurudi, walikutana na binti mdogo zuri akiuza ndizi. Amina alinunua, akampa pesa ya ziada. Kwa nini? Juma aliuliza. Amina akasema kwa sababu kesho si ya uhakika. Tunapopanda mema, mavuno huja. Usiku Juma alifungua faili za zamani, aliona jina alilojaribu kulisahau, akafunga faili haraka. Siri ile ile ilirudi, ikamkalia kichwa. Bado haikuwa wakati wa kusema. Mvua ndogo ilinyesha Nakuru walipokuwa safarini kumtembelea mama Amina. Nyumba ya udongo iliwakaribisha kwa joto. Mwanangu, mama Rehema alimkumbatia Amina. Moyo wako ni mzito. Amina alitabasamu. Juma akakaa kando akisikiliza hadithi za zamani, njaa, subra na ushindi. Baadaye Mama Rehema alimuita Juma pembeni. Utajiri ni mzigo kama haujashiriki kwa haki. Maneno hayo yalimgonga Juma. Alikumbuka mpango wake wa urithi uliokuwa safi kisheria, lakini mzito kihisia. Jioni walikula ugali na mboga zilizaa mazungumzo ya kicheko. Lakini usiku ulipoingia, Amina alimwambia Juma, "Kuna jambo nitakuambia, lakini si leo." Juma akashika mkono wake, "Niko hapa." Ndani ya moyo wake alijua kesho itahitaji ujasiri kuliko pesa. Ujasiri wa kukubali ukweli na kuhakikisha mustakabali wa familia bila kuharibu upendo. Alitazama dirisha. Mvua inanyesha taratibu. Akajua safari ya hadithi hii ilikuwa bado katikati. Waliporudi Eldoret, kijiji kilikuwa na pilika pili ya soko. Juma alisimama akaona kijana akibeba mifuko mizito. Uso ule ulimkumbusha kitu. Unaitwa nani? Juma aliuliza. Baraka, kijana akajibu. Moyo wa Juma uliruka. Akampa kazi ya siku, akamwalika nyumbani. Amina alipomwona Baraka alitetemeka kidogo. Karibu, alisema kwa sauti ya adabu. Walikula pamoja. Mazungumzo yalikuwa mepesi, lakini macho yalizungumza zaidi. Juma aliona mfanano usiopingika. Baada ya kula, Amina alimuomba baraka akae sebuleni. Alisema kuna hadithi ndefu. Juma alisimama akatembea nje. Alihitaji hewa. Ukweli, uwajibikano na upendo wa familia vilikuwa vinagongana ndani yake. Aliporudi, Amina alisema, kesho tutasema yote. Juma alikubali. Alijua hadithi hii haikuwa ya utajiri pekee bali ya kurekebisha yaliyovunjika, kulinda familia na kuacha urithi wa heshima. Usiku ulipozema, msisimko uliongezeka. Mwisho haukuwa mbali, lakini haukuwa rahisi. Asubuhi ya Jumapili iliwakuta wote watatu kimya. Amina alikuwa amekaa dirishani, mkono wake juu ya tumbo. Baraka alikaa nje chini ya mti wa parachichi, akingoja bila kuuliza maswali. Juma alitoka chumbani akiwa amechoka kiakili kuliko kimwili. Amina alisema kwa sauti tulivu, leo ni siku ya ukweli. Amina alikubali kwa kichwa. Nilimfahamu Baraka miaka mingi iliyopita, alianza polepole pole. Nilikuwa msichana mdogo bila msaada, nilifanya kosa, nikamwacha mtoto kwa dada yangu huko Bungoma. Juma alikaa chini, akasikia mapigo ya moyo wake Nilipoonawa na wewe Amina aliendelea, macho yakiwa na machozi. Niliogopa kusema, nilihofia kupoteza kila kitu. Baraka aliingia sebuleni. Sikutafuta mali, alisema kwa heshima, nilitaka kujua mama yangu ni nani. Kimya kizito kilitanda. Juma alishika kichwa chake. Huu haukuwa mpango wa uwekezaji, wala haukuwa kwenye hati za urithi, lakini ulikuwa ukweli, na ukweli haukimbizwi, hukumbatiwa. Jioni ilipoingia, Juma alimwomba Baraka waende kutembea kidogo. Walitembea kando ya barabara ya kijiji, watu wakiwapita bila kujua kinachoendelea. Unajua mimi ni nani? Juma aliuliza. Ndiyo, lakini sitaki chochote kutoka kwako. Maneno hayo yalimuumiza Juma kuliko madai yoyote. Nimejenga biashara, bima, akiba, kila kitu, Juma alisema, lakini sikujifunza kujenga watu. Baraka akasimama. Mama yangu alinifundisha kufanya kazi, kuheshimu, na kusamehe. Hicho kinanitosha. Walirudi nyumbani wa kimya. Amina alikuwa anawaombea kimoyomoyo. Usiku huo Amina aliumwa ghafla, uchungu wa uzazi ulianza mapema. Lazima tuende hospitali sasa, Juma alisema kwa haraka. Baraka alikimbia kumuita jirani mwenye gari. Katika giza, Juma alishika mkono wa Amina. Haijalishi aliyopita, alisema kwa sauti iliyovunjika familia yangu iko hapa. Safari ya hospitali ikaanza, ikibeba sio tu mwanamke mjamzito, bali mizigo ya miaka mingi ya ukimya. Hospitali ya rufaa ya Moi Teaching and Referral Hospital Eldoret ilikuwa na kelele za kawaida za usiku. Amina alichukuliwa haraka. Juma na Baraka walikaa nje wakisubiri. Hakuna aliyezungumza. Baada ya muda mrefu, muuguzi alitoka. Wote wako salama, alisema. Machozi yakamtoka Juma bila aibu. Mtoto wa kiume alizaliwa. Amina alipomwona alisema kwa sauti dhaifu, jina lake ataitwa Tumaini. Juma alimshika mtoto kwa mara ya kwanza, mikono yake iliyokuwa imezoea kusaini mikataba sasa ilitetemeka. Baraka alisimama pembeni. Amina alimuita kwa ishara. huyu ni nduguyo alisema. Baraka alimwangalia mtoto, akahisi kitu kikivunjika ndani yake, ukuta wa upeleke aliyoujenga kwa miaka Juma alisema kwa sauti ya chini lakini thabiti. Kuanzia leo hakuna siri, hakuna mtoto atakayejisikia peke yake. Maneno hayo hayakuwa ahadi ya pesa, bali ya uwajibikaji, upendo na mustakabali wa familia. Hapo ndipo maisha mapya yalipoanza. Wiki zilipita, habari zilienea kijijini, lakini Juma hakujificha. Aliwaita wazee wa ukoo. Alisema, kuna makosa nilifanya, lakini leo nayarekebisha. Aliandaa mpango mpya wa urithi uliojumuisha watoto wote bila ubaguzi. Baraka alianza kusoma kozi ya usimamizi wa biashara, hakupata kwa neema ya jina, bali kwa juhudi. Amina alipona taratibu, alimwangalia Juma kwa macho mapya. Nilidhani ukweli utanivunja, lakini umenijenga. Juma akajibu, ukweli ndio uwekezaji usiopoteza thamani. Kijijini, Juma alifungua kituo kidogo cha afya, hakutangaza, alifanya kimya. Siku moja, Baraka alimwambia baba, akasita. Juma aligeuka, macho yake yakajaa maji. Endelea, alisema baba. Baraka akarudia neno hilo, lilifuta miaka yote ya upeleke. Lilikuwa chupi lakini zito kuliko mabilioni. Miaka miwili baadaye, shamba la mahindi lilikuwa mejaa kijani. Amina alitembea polepole pole, tumaini mgongoni. Juma alisimama pale pale alipomkuta siku ile ya kwanza. Mahali papa, alisema, ndipo nilipojifunza kuwa pesa haziokoi maisha. Baraka alikuja akiwa na faili kononi. mikataba iko tayari alisema. Juma akatabasamu. leo si mikataba, leo ni familia. Walikaa pamoja wakitazama jua likizama juu ya mashamba ya Uasin Gishu. Hadithi ya bilionea haikuwa tena kuhusu mali, bali ya kusamehe, kukubali na kuacha urithi wa heshima. Amina alisema kwa sauti ya utulivu, Ulinikuta chini ya mahindi, lakini ulinisimamisha kwa upendo. Juma akajibu, na wewe ulinifundisha kwa thamani ya kweli ni kulinda waliokabidhiwa kwako. Hadithi ikaisha hapo, lakini somo likabaki. Utajiri wa kweli si kile ulichonacho mfukoni, bali ni nani unasimama naye wakati ukweli unapotokea.